Harakati za mwekenda zinakuletea yaliyojiri wakati mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo TIB Lilian Mbassy akizungumza na waandishi wa habari katika idara ya Maelezo jijini Dodoma, kuhusu mafanikio na mwelekeo wa benki hiyo kwa miaka minne ya Serikali ya Awamu ya, ya Sita inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, awali kwamba jukumu letu ni kutoa miradi amini kutoa mitaji kwenye miradi ya maendeleo kwa muda wa kati na muda mrefu. Kwa sisi mikopo tunayoitoa ni ya muda mrefu. Ni muda wa kati na muda mrefu kwa maana kuanzia miaka mitano na kuendelea. Na hicho ndio kinachotutofautisha sisi na benki za biashara. Sisi ni benki ya uwekezaji, mitaji yetu tunayotoa kuwekeza kwenye miradi ya maendeleo ni ya muda mrefu, kuanzia miaka mitano mpaka miaka kumi na tano. Lakini uwekezaji wetu tumewekeza kwenye miradi ya maendeleo kwenye sekta binafsi kwa asilimia tisini na tatu nukta 6, lakini pia tumewekeza kwenye miradi ya sekta ya umma kwa asilimia 6.4. Naomba niende moja kwa moja kwenye matokeo ya uwekezaji. Kama nilivyosema awali kwamba Benki ya Maendeleo TIB, sisi ni benki ya kisera, kwa maana jukumu letu kubwa ni ku, ni ku, ni ku, ni ku kuendelea, kushirikiana na serikali kutimiza zile sera za serikali lakini malengo ya serikali hususan kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hiyo katika uwekezaji ambao nimeuzungumzia hapo, nitachambua tu kidogo baadhi ya sekta tumewekeza vipi na matokeo ya uwekezaji katika miradi hiyo katika hizo sekta mbalimbali. Nianze na sekta ya kilimo. Mpaka kufikia Desemba, Benki ya Maendeleo TIB imeweza kuwekeza takribani bilioni mia moja sitini na mbili kwenye sekta ya kilimo, na katika uwekezaji huo tumeweza kugusa mikoa ishirini na tatu ya Tanzania na wilaya 76 zimeweza kuguswa na uwekezaji wa, wa eneo la amini, sekta amini, eneo la kilimo. Lakini pia katika uwekezaji huo, labda nielezee tu kidogo kwamba kama awali nilivyosema, asilimia kubwa ya uwekezaji wetu kwenye kilimo umetoka kwenye miradi ambayo iko chini ya dirisha la kilimo ambayo tunasimamia kwa niaba ya serikali chini ya Wizara ya Fedha ni dirisha la kilimo ambalo linatoa mikopo ya bei nafuu, kwa maana ya kwamba interest rate kwenye, kwenye, kwenye dirisha hili kwa yule mkopaji wa moja kwa moja ambaye kwamba ni kampuni inakopa na inafanya activity yoyote ya kilimo kwenye mnyororo mzima wa kilimo anakopa kwa asilimia tano, lakini kwa ile taasisi ambayo inakopa kwa ajili ya kwenda kukopesha yeye anakopa kwa asilimia nne. Kwa hiyo ni kwa dirisha ambalo linamwezesha lina, lina, lina au linawezesha watu wa wakati pamoja na wamini wafanyabiashara au wakulima wakati na wajuu. Lakini pia katika uwekezaji huo kwenye kilimo ambao nimesema kwamba mikoa ishirini na tatu na wilaya sabini na sita zimeweza kunufaika imeweza kuzaa ajira elfu moja amini elfu kumi na mia tano. Lakini pia hatujaziacha SACCOS, kuna SACCOS ambazo zimeweza kunufaika takriban 78 ndani na ya Tanzania. Kwa kwa upande wa kilimo unaweza ukaona kwamba jinsi gani ambavyo tumeweza kugusa karibia uh, mikoa ishirini na tatu wilaya sabini na sita Lakini kikubwa ni kwamba hatuangalii tu kwamba tumewawezesha wakulima wameweza ku, ku, ku, ku, ku, ku, kupata mkopo na wameweza labda kujiinua katika biashara, lakini watu gani wengine ambao wameweza kunufaika na uwekezaji huo? Ndio maana tumesema kwamba katika kuwekeza kwenye kwenye kilimo kuna ajira ambazo zimeweza kupatikana takribani ajira elfu kumi kwa hiyo Benki ya Maendeleo hatuangalii tu kwamba tumekopesha, lakini yule tuliyemkopesha kafanya nini kingine, kachangia nini kwenye jamii ambayo inamzunguka, lakini kimoja kikubwa ikiwa ni ajira. Na hapa ni mkurugenzi msaidizi wa Idara ya Habari Maelezo, Zamaradi Kawawa, akihitimisha mkutano huo kwa kutoa shukurani hizo kwa niaba ya msemaji mkuu wa Serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Naomba ni kushukuru sana Bi Lilian Mbassy, mkurugenzi mtendaji wa benki ya maendeleo TIB, pamoja na timu yako na watumishi wote wa TIB kwa kazi nzuri mnayoifanya na kwa namna ulivyoweza kuwaeleza Watanzania yale ambayo mmeyatekeleza katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita. Kwa kweli inapendeza, maana umetufafanulia vizuri sio tu kiwango cha pesa mlichotoa, lakini pia matokeo yake kwa Watanzania kwa kila sekta. Mmegusa sekta ya elimu, mmegusa kilimo, mmegusa afya, mmegusa madini, mmegusa utalii, mmegusa nishati. Sekta zote za maendeleo ya jamii mmezigusa. Kwa hiyo, na hilo ndio azma kuu ya serikali ya kuondoa umaskini wa Watanzania. Kwa hiyo kwa upande wa TIB, tumesikia katika kipindi cha miaka minne kile ilichokifanya, lakini yote haya yameletwa kwa kuwa tunasimamiwa na Mheshimiwa Rais mwenye maono, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake, pamoja na wasaidizi wake wote. Tunaomba tuwashukuru na kuwapongeza tukiwa tunaadhimisha miaka minne ya serikali hii. Naomba niwashukuru wote wanahabari kwa maswali yenu mazuri, lakini yaliyopata pia majibu mazuri kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa TIB. Naomba kueleza mpaka hapo tumefikia mwisho wa mkutano wetu wa TIB hadi kuletea tukio hili kutoka hapa Idara ya Habari Maelezo, makao makuu ya nchi Dodoma. Mimi Richard Mwekenda wa blog ya Taifa ya CCM.